Wajomba, labda niwapeni kodi hii au niwabumbulushe kwamba mtu aliyofikia levo fulani ya maisha, mtu aliyekuwa juu always anakwendaga mambo yake ana run under the carpet, yani kwa chini chini, hapendi kujionyesha kwa watu kwamba oh, mimi tembei na wanawake wa aina hii au wanawake wa aina hii sio klasi yangu mimi, uh, nakaa sijui mahoteli fulani. Yani anakuwa anajielezea elezea anaji proud, proud mbele za watu, anataka kuonekana yeye yupo juu kuliko wengine. Mjomba huyo, mtu ni kumwekea question mark. Kwa kawaida wale watu waliokuwa high class waliokopo juu kiukweli kweli kabisa, but always mambo yao yako chini chini, kimya kimya, huwezi mjua. Sometimes hata dressing code yake sometimes huwezi kumjua, labda utalijua saa utamjua kiatu, lakini he's wearing normal. Yaani, hao ndio watu wako high class, lakini yule anayeongea ongea anajiproudi, mi sifanyi hiki, mimi sikae na watu wa aina hii, mii sifanyi hiki, mimi sifanyi hiki. Ivan the Don ni folo kamoja, ni folo subscribe kamoja, subscribe, share na wengine hii nondo na wao waweze kubumbuluka. Bye bye.